Joshua amefinywa na amepita, Pako Mzuzwa, Makambo, Chigozi Emmanuel kwa Yakuba Sonyi, amepita mali kwa Offen Chikola. Offen Chikola anaunyamazisha umati wa wananchi katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Yakuba Sonyi Chikola, kwa tena, open, Chikola kwa mara nyingine tena, afen Chikola! Wananchi Young Africans wana nawa uso kwa maji ya e chumvi, mudasiriya haya basi, hajipozi la kuweka Tabora United wanaondoka Tabora hilika inayekuwatana mali ndani bado inanyiza. Oh, upande wa pili goli la tatu. Nelson Minganga anaiandikia Tabora goli la tatu. Hakuna anayeamini kinachonunisha upande mmoja kinafurahisha upande wa pili katika wakati ambao Young Africans wanatafuta tumaini, Nelson Munganga anakwenda kuchoma shuka la matumaini, kuandika kwa goli la tatu. Kuna maana kubwa kwa Tabora. Mwambalusako kona. Kwa mpira mwingine mzuri ndani huku unatolewa nje tena inakuwa ni kona nyingine.